Hali gani mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa The Voice of Change Media? Moja kwa moja twende tuangazie taarifa kutoka mtandaoni. Boniface Anyisile Mwabukusi, wakili na rais wa TLS amepokea taarifa za vitisho kutoka kwenye namba ya simu ambayo ameitaja kwa kupitia jumbe fupi za maandishi SMS. Bonifasi Mwabukusi uh, ameonyesha msimamo wake ni namna gani anataka kupambana kujua hatima ya rafiki yake Mdude Nyagali ambaye e, wiki chache zilizopita amepotezwa. Uh, ameonekana ameumizwa sana, kwa damu yake kumwagika nyingi jumani kwake, lakini yeye mwenyewe hajaonekana alipo mpaka sasa. Hivyo alitoa msimamo wake kama Mwabukusi rafiki wa Mdude Nyagali kwamba kitachozuia nisijue hatima ya rafiki yangu Mdude Nyagali labda ni mauti tu, kwa sababu huu upumbavu au ujinga huu wa kutekana, nafikiri hapa ndio mwisho, na Mbeya itatoa majawabu ya nani ambaye, uh, anapoteza Watanganyika sasa Kutokana na msimamo huo, kuna mtu asiyejulikana amemtumia ujumbe mfupi wa maandishi kwa njia ya simu yake. E, mwabukusi anasema kwenye peji yake au kurasa wake wa Facebook: huyu mpumbavu mwenye namba hii sifuri saba tisa mbili sifuri saba tano nane tatu moja anajaribu kunitisha, nimemtaarifu kuwa hahitaji kunivizia. Kama nilivyosema, ninarudi Mbeya kushughulikia swala la Mdude Nyagali na nimeapa, hiki ndiyo kiama cha ujinga huu na nina hamu ya kuonana naye. Na ujumbe wa mtu huyo we unasema hivi, unapenda sifa sana, jiandae kuacha mjane na yatima. Wewe njoo Mbeya kama ulivyosema, tuindane ulipo, tupo, njoo uone kama mdomo wako utakusaidia zaidi ya kukuangamiza. Kutokana na matusi hapo, anasema kama wakili umekushinda iambie familia yako na kuiaga kuwa uko vitani. Ujumbe mwingine anasema, mambo vipi? Naona unabwabwaja sana, unataka sifa au? We mwambie pengo ajiandae vizuri, hii dunia ni ndogo. Mbeya iko kiganjani na wewe achaka mdomo Mwabukusi akamaliza kwa kusema sintababaishwa, sintateteleshwa na sina kipaji cha uoga. Na hiyo ilikuwa ni taarifa au ujumbe ambao Bonifasi Anyisili Mwabukusi ameutuma kupitia uh, ukurasa wake wa Facebook uh, na jumbe hizo fupi za maandishi alizotumiwa za vitisho uh, rais wa TLS Boniface Anyisiro Mwabukusi uh, zinasomeka hivi: Mambo vipi? Naona unabwabwaja una sana unataka sifa au wewe. Mwambie pengo ajiandae vizuri. Hii dunia ni ndogo. Mbea iko kiganjani na wewe, acha kamdomo. Unapenda sifa sana, jiandae kuacha mjane na yatima. Wewe njoo mbea kama ulivyosema Tuwindane ulipo tupo, njoo uone kama mdomo wako utakusaidia zaidi ya kukuangamiza, ku katukana na matusi hapo. Anasema kama wakili umekushinda, iambie familia yako na kuiaga kuwa uko vitani. We aga ndugu na jamaa na marafiki, umewadanganya wateja wako, wameondoka sasa. Umeona wewe ni jasiri na mwenye akili na ha hatujawahi kuonana na sidhani kama utapata muda tena wa kuwasaidia wajinga wenzako hao. Si umekuwa Tomaso? subiri dawa yako kwa, u... subiri dawa yako kwa, unasubiriwa sana huko mbinguni, siku zako zinahesabika. wewe hakuna kukutisha anasema, wewe hakuna wa wakuku, kukutisha wewe, jiandae kuwa ni vitisho, muda si mrefu utajuta. Eh, maneno mengine nashindwa kuyasoma, lakini nafikiri ni kwa ajili ya usalama wa watu wasije wakasikia maneno magumu. Hizo ndio jumbe nafikiri, nawe mtazamaji umeweza kuzisoma vizuri, na hayo maneno ambayo sijaweza kuyasoma nafikiri unaona ni magumu kiwango gani? Biblia katika kitabu cha Waebrania sura ya pili kuanzia mstari kumi na nne anasema basi, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti ya mwaribu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yaani bilisi ili awache hulu wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Sauti ya mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.